Ebwana, karibu sana mwana digital kwenye platform zetu uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani, lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Sasa leo moja ya habari kubwa ambazo tunazo a, katika dawati letu la Mwananchi Digital ni kutoka huko Venezuela ambako rais wa muda wa Venezuela, Delcy Rodriguez, ameibuka kwa kauli kali akisisitiza kuwa taifa lake halina hofu wala haitatawaliwa na shinikizo lolote la kigeni, licha ya madai ya Rais wa Marekani, Donald Trump, kwamba ana ushawishi mkubwa juu ya uongozi wa Venezuela okay baada ya kuondolewa kwa aliyekuwa rais Nicolas Maduro. Akizungumza katika hafla maalum ya kuomboleza raia mia moja wa Venezuela, Venezuela ambao serikali inadai waliuawa katika mashambulizi ya kijeshi ya Marekani, Rodriguez amesema kuwa Venezuela haijawahi na haitawahi kuwa chini ya mamlaka ya mtu au taifa lolote, kwani wao ni nchi huru. Kwa mujibu wa Rodriguez, mashambulizi hayo yalitokea Januari tatu, siku ambayo majeshi ya Marekani yalifanya operesheni dhidi ya taifa hilo. Amesema licha ya ukubwa wa shambulio hilo, hakuna mwananchi wala askari wa Venezuela aliyesalimu amri. Rodriguez amesema kuwa hawataogopa, hawatakimbia na wala hatojisalimisha mtu, huku akisiza kuwa kilichofanyika siku hiyo ni mapambano ya kulinda heshima, uhuru na mamlaka ya Venezuela. Ameongeza kuwa historia ya Venezuela imejaa mifano ya wananchi wake kusimama kidete dhidi ya mataifa yenye nguvu na kwamba shambulio hilo halikuvunja moyo, bali liliimarisha mshikamano wa taifa hilo. Katika hutuba yake aliwakumbuka kwa uchungu raia waliopoteza maisha, akisema kuwa damu yao haitapotea bure, bali itakuwa alama ya mapambano ya kudai haki na uhuru wa taifa hilo. Kauli ya Rodriguez zimekuja wakati mvutano kati ya Marekani na Venezuela ukiendelea kuongezeka huku kila upande ukitoa matamko mazito kuhusu uhalali wa uongozi na mamlaka ya kisiasa ndani ya nchi hiyo ya Amerika Kusini. Kwa upande wa Venezuela, serikali imesitiza kuwa hatima ya taifa hilo itaamuliwa na wananchi wake wenyewe, si kwa mashinikizo ya nje wala kwa vitishi vya kijeshi na kwa mujibu wa Rodriguez, ujumbe kwa dunia ni mmoja tu: Venezuela haiko chini ya hofu, haiko chini ya mamlaka ya mtu na iko tayari kulinda uhuru wake kwa gharama yoyote. Kauli ya Rodriguez inakupa picha gani? Tuandikie komenti yako hapo chini na usisahau kupitia katika mitandao yetu mi ya kijamii ili kuweza kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi